Dunia imesimama baada ya taarifa mbaya kutoka chama cha Chadema kuibuka usiku wa mazishi ya Edwin Mtei. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na ikiwa ni mgeni hapa tafadhali kumbuka kusubscribe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimelalamikia kampuni ya mawasiliano Airtel Tanzania kwa hatua ya kufunga namba ya Airtel Money iliyokuwa ikitumika kuchangisha fedha kwa ajili ya shughuli za chama, ikidai kitendo hicho kinadhoofisha uhuru wa kisiasa na haki za kidijitali. Namba hiyo iliyohuzishwa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama Mheshimiwa Brenda Rupia ilifungiwa tarehe 19 Januari mwaka huu na kampuni hiyo ya simu bila maelezo ya kina kutoka kwa uongozi. Ni jambo ambalo linazua hisia kali miongoni mwa wapenda demokrasia. Na katika taarifa yao kwa umma iliyotolewa tarehe 22 Januari mwaka huu, chama hicho kikuu cha upinzani kilisema kuwa Airtel ilimtaka mhusika kufika moja kwa moja katika ofisi zozote za kampuni hiyo nchini na badala ya kuendelea kutoa huduma za kidijitali ambazo kampuni hiyo imekuwa ikitangaza kama mbadala wa foleni kwenye ofisi zake. Chadema ilitafsiri hatua hiyo kama kielelezo cha unyelelevu ama uenyelevu wa mifumo ya kisiasa katika uwanja wa teknolojia za mawasiliano, ikisisitiza ulinzi wa faragha, uhuru wa kisiasa na haki za wafuasi wake. Suala hili linajitokeza katika kipindi ambacho Tanzania inaendelea kufungua anga za kidijitali ndani ya siasa zake, huku matumizi ya majukwaa ya simu na malipo ya kielektroniki yakiongezeka kwa kasi katika kuchangisha mchango, kuratibu kampeni na kusambaza taarifa, hasa baada ya zuio la mikusanyiko ya kisiasa kupunguza miaka ya karibuni. Kwa mjibu wa GSMA ripoti ya mwaka wa elfu mbili ishirini na nne ilionyesha kuwa asilimia hamsini na tatu ya Watanzania walitumia huduma za malipo kwa njia ya simu na sekta hiyo ilithibitisha kuwa injini muhimu ya biashara na shughuli za kijamii katika maeneo ya mijini na vijijini haswa. Upande wa vyama vya siasa mifumo ya uchangishaji kidijitali imekuwa mbadala nafuu na salama kuliko misururu ya mikutano ya hadhara ambayo mara nyingi hukabiliwa na kanuni za usalama au vikwazo vya kiutawala. Tukio la kufungiwa kwa namba ya CHADEMA linaibua hoja muhimu kuhusu uwezo wa makampuni ya simu kuathiri anga za kisiasa. Aidha, bahati mbaya kwa uzembe wa kisheria au kwa matako ya mamlaka za sheria. Wanasheria na wanaharakati wa haki za kidijitali wanasema kuwa ukosefu wa uwazi katika hatua za kibiashara unaweza kuleta matokeo makubwa kisiasa. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, haki za kidijitali zinakuwa sehemu muhimu za haki za kiraia katika demokrasia zinazoendelea, kwani mawasiliano na malipo ya simu ni njia ya kisiasa za kujenga ushiriki wa umma katika siasa uh. Hata hivyo, mifumo hii itaendelea kujiendesha chini ya usimamizi wa nguvu tata kati ya sekta binafsi serikali na vyombo vya usalama. Sheria na mawasiliano ya kielektroniki elekt na posta nchini Tanzania zimewahi kukosolewa kwa kutokuwa na viwango vya juu vya uwazi katika maamuzi yanayohusu kuzimwa kwa huduma au kuondolewa kwa maudhui kama ilivyoainishwa na International Center for Not for Profit Law. Kwa msimu huu, Chadema inachukulia tukio la kufungiwa kwa namba kama sehemu ya historia ndefu ya changamoto za kisiasa ndani ya mifumo ya mawasiliano, wakisema kuwa uamuzi kama huo unaweza kutumiwa kuzuia uchangishaji halali wa fedha wakati wa kampeni au matukio muhimu ya kitaifa. Siasa za Tanzania zimewahi kushuhudia mvutano kuhusu mawasiliano na teknolojia. Kabla mwaka elfu mbili kumi na tisa na wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, mitandao ya kijamii iliripotiwa kukumbwa na vizuizi vya muda wakati wa kutangaza matokeo ya awali, tukio lililoripotiwa na BBC na vyombo huru vya habari kwa wasiwasi wa udhibiti wa taarifa. Zaidi ya hapo uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini uliambatana na marufuku ya kutumia jumbe za kampeni bila idhini ya mamlaka husika, pamoja utekelezwaji wa ada za kibali kwa watumiaji wa, wa blogu na majukwaa ya kidijitali. Mashirika kama Reporters Without Borders RSF yaliweka Tanzania katika nafasi ya chini kwenye uhuru wa vyombo vya habari kipindi hicho yakieleza kuwa masharti mapya yalikuwa mzigo wa, kwa wananchi kwa vizuizi kwa kushiriki kwa wa kiraia. Kwa mtazamo wa kihistoria, udhibiti wa taarifa umekuwa silaha ya kisiasa katika nchi nyingi zinazoendelea, hasa pale ambapo makampuni ya simu na taasisi za fedha zinapokuwa lango kuu la kuratibu shughuli za kisiasa. Kwa upande wa CHADEMA na vyama vingine vya upinzani, mfumo wa kidijitali unachukuliwa kuwa njia mbadala ya kujitegemea kisiasa na kiuchumi bila kutegemea wafadhili wa nje. Kisheria, Tanzania inaendelea kuboresha misingi ya uwajibikaji ni wa kampuni binafsi katika kulinda haki za watumiaji. Hata hivyo, hakuna utaratibu wazi unaotaka kampuni ya simu kueleza mara moja wa umma sababu za kufungia huduma pale inapohusisha chama cha siasa wataalamu wanasema pengo hili linatoa nafasi kwa ukakasi na tafsiri za kisiasa na ni jambo linaloweza kuhatarisha imani ya umma katika uchumi wa kidijitali kwa mujibu wa Benki ya Dunia uchumi wa kidijitali unategemea sana kanuni za uwazi ulinzi wa data na uhuru wa mawasiliano ili kuzuia ukiritimba na matumizi mabaya ya nguvu ya kiteknolojia na katika mazingira ya siasa za ushindani kutozingatia kanuni hizo kunaweza kuwa na madhara ya moja kwa moja kama vile kudhoofisha uthabiti wa vyama vya upinzani, kupunguza fursa za uchangishaji wa kuvuruga mipango ya kampeni. Na katika upeo mpana zaidi, tukio hili inachochea mjadala muhimu kuhusu uhuru wa kidijitali katika Afrika Mashariki ambapo idadi kubwa ya wananchi sasa wanashiriki siasa kupitia simu na mitandao ya kijamii. Kenya, Uganda na Rwanda zimeshuhudia mijadala kama hiyo kuhusu uhuru wa malipo ya simu na usimamizi wa data, hususan wakati wa uchaguzi wa maandamano. Kwa Tanzania, sakata hili aa ni mtupuku mtu wa kukinzana kati ya chama cha upinzani na kampuni ya simu tu, na vile vilevile ni kioo kinachoonyesha jinsi sekta binafsi inavyogeuka kwa uwanja wa mapambano ya kisiasa katika karne ishirini na moja ambapo teknolojia, badala ya karatasi za kura au viwanja vya mikutano, inaweza kuwa nyenzo kuu ya kuathiri ushiriki wa umma na mwendelezo wa demokrasia. Ikiwa sekta binafsi haitapewa miongozo ya wazi au ikiwa haitajipa mwendo wa uwazi na usawa, ina hatari ya kutumiwa na sera au maslahi fulani. Na kwa upande mwingine, hatua kama hizi zinapaswa kuwa somo kwa vyama vya siasa kuwekeza zaidi katika mifumo mbadala, mifumo ya wazi na miundombinu ya kujitegemea. Kufungiwa kwa namba ya CHADEMA ni tukio ama, si tukio dogo ama ni tukio dogo kwa sura ya uchumi lakini kubwa kwa ajenda ya uhuru wa kisiasa na haki za kidijitali Tanzania. Linaleta mjadala mpana kuhusu sawa kidemokrasia na udhibiti wa teknolojia. Na katika demokrasia ya kisiasa, upatikanaji wa huduma za mawasiliano si tu suala la biashara, bali ni la haki, na tukio hili inakumbusha kuwa uhuru wa kisiasa hauwezi kutenganishwa na uhuru wa kidijitali na kwamba mstakabali wa siasa za Tanzania ama siasa ya mtanzania inazidi kuhamia kwenye skrini ya simu. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia siku hii ya leo kutoka hapa TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali tunakusihi subscribe.